Asalamu alaikum watoto wazuri, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Siku moja paliondokea na mkulima. Mkulima huyo alikuwa na mazao mwenyewe na wanyama ng'ombe mwenyewe, alikuwa akiuza maziwa na akipanda panda miti yake, akipata mazao akivuna, anaenda kuuza. Sasa ilikuwa ana tabia ya kuuza samli kutoka kwa ng'ombe. Anauza samli kwa, kuna mtu alikuwa ana beki mkate sahi, ananunua mkate na anamuuzia samli huyo huyo mtu so. Yule mtu venye alivyozidi kununua samli kwa mkulima alikuwa anashangaa kwa nini hii samli inapungua. Tuseme yule mtu alikuwa anachukua samli kilo moja. So, kwa nini hii samli inapungua na yani haiko kama zamani kila siku inazidi kupungua. Akakaa siku moja, akasema ngoja niipime. Akaipima akapata ni ukweli kwamba ile samli haiko kilo moja kama venye amezoea imepungua uzito. Akasema, huyu mkulima atanitambua mimi, ngoja nimpeleke kotini. Akaenda akamshtaki. Kufika kotini akasema kwamba mimi kila siku nanunua samli kwa yule mkulima lakini nimegundua kwamba nani dhulumu mimi. Samli nanunua kilo moja, lakini hata haifiki kilo moja yenyewe. Sasa yule jaji akaenda akamwita mkulima, akamwambia he, mkulima, wewe hii samli yako aipima vipi? yule mkulima akasema, mimi, ni mkulima lakini wa hali ya chini, sina uwezo wa kununua mizani ya kupima hiyo samli, lakini kuna kitu chenye huwa napima na nina hakika kwamba hii samli ni kilo moja. Akaambia, una uhakika gani kwamba ni kilo moja? yule mkulima akamwambia, yule jaji akamwambia, mimi kila siku nanunua mkate kwa huyu mwenye kutengeneza mikate na mikate ninayonunua nanunua ya kilo moja. Basi na mimi nikishanunua hayo mikate naweka hiyo samli na mkate, ikilingana ndo najua ishafika kilo moja. Kwa hivyo kama samli imepungua, kumaanisha pia yeye hanipi mkate wa kilo moja. Yule jaji akamwambia, basi una makosa mkulima, mwenye makosa ni huyu. Kwa hivyo yeye ndo akashikwa akaamba, wewe ndo wamwizia mwenzako mkate wenye si kilo moja, na nakulipa kiasi cha kilo moja, na yeye hana mizani ya kupima, anakupimia kulingana na mkate wako. Sasa mwenye makosa ni wewe, si yeye, na stori yangu ikaisha hapo. Kwa hivyo watoto wazuri, tumejifunza nini kutokana na hii stori? Tunajifunza kwamba ukimtendea mwenzako mema, bado atakurudia wewe, na vilevile, ukimtendea mwenzako maovu, hayo hayo maovu yatakurudia wewe. Yule mtengezaji mkate, kilo ya mkate ilikuwa imepungua, kwa hivyo naye pia akapata ile samli imepungua. Na vilevile vile pia tunajifunza tuwe waaminifu katika biashara zetu.